Mbona mwatawasali? Mbona mnakwenda kwenye makaburi? Mbona mnakwenda kulia kwa maiti? Hamumjui Allah nyinyi? Kamlilieni Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye alimtoa Yunus katika matumbo ya samaki. Wa mawaddatul qurba, na kuwapenda wale jamaa wa karibu wa mtume ahlul baiti, biha atawasalu kwa kule kuwapenda wao. Mimi natawasali kwa mungu basi ukitaka kumwomba Allah haja yako, unaweza kutawasali kwa kutaja hilo, ya Rabbi, kwa mapenzi yangu mimi ninavyowapenda Ahlul Baiti na kuomba, ya Rabbi, nipe mtoto. Kuna watu wanasema maswahaba pia walikuwa wanafanya tawasuli. Muongo, si kweli, hakuna riwaya sahihi ukileta hapa riwaya tunaidhoofisha. Wa mawaddatul qurba, na kuwapenda wale jamaa wa karibu wa Mtume Ahlul Baiti, biha atawasalu kwa kule kuwapenda wao mimi natawasali kwa Mungu kusema kwamba masahaba walikuwa wanatawasali kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kupitia watu walioko hai na walioko wamekufa, hiyo kauli ni munkarun kabih. Tukizungumzia tawassul, basi ukitaka kumwomba Allah haja yako unaweza kutawasal kwa kutaja hilo ya Rabbi, kwa mapenzi yangu mimi ninavyowapenda Ahlul Baiti na kuomba ya Rabbi nipe mtoto. Hebu angalia ni hizi madrasa zenu nyinyi watu wa Maulidi zilivyo hapa ni watu wa Maulidi hawa, angalieni walivyo, walivyoathirika. Hawa ni watoto wa Kiislamu bwana. Watoto wa Kiislamu. Walimu wao ndo wako hapo, wanawapigia vigoma, wanawafanya nini? Wanawachezesha bwana, hasa haya mambo. Unafikiri staili hizi za kucheza cheza zimeanza kuonekana wapi? Sio wameonekana wao huni huko, wanacheza wakatengeneza mfumo fulani hivi wa kucheza, na wakawa wanacheza watu wa Kiislamu. Na hii video itabidi nitakaniweke iwe kubwa hapa, ili ionekane vizuri hii video Kiislamu wa vitoto yani, vya Kiislamu vinafanyishwa hivi, alafu ataka sisi tunyamaze tusizungumze, angalau watoto wetu katika majumba yetu wakaona, jua baba zetu wanakemea mambo haya. Tushaona nyumba zenu zishaharibika nyinyi, madarasa zenu zishaharibika nyinyi. Nyinyi mwawachezesha watoto wa Kiislamu hivi. Nyinyi hamuogopi Allah, nyinyi? Alafu mnakuja hapa na malemba yenu, eti unamsema Harmonize. Ushaona athari hizi zimeingia katika vyuo vyenu na madarasa zenu, watakana sisi tunyamaze, zingie katika majumba yetu na madarasa zetu hizi We huoni watoto wa kiume hawa wanashikishwa viuno hawa, kisha baadaye tunakuja tunakuta mashoga mitaani wana majina ya Kiislamu, tunajiuliza wanatokea wapi? Kumbe kuna foundation na academy zinazolea na hawa watoto. Tukija tukiwakuta sisi wanaimba nyimbo, baadaye wanaharibu mazingira, tumlaumu nani? Tumlaumu nani? Hawa wakija wakiwa wasanii, baadaye miaka kumi mbele, kama kina harmonize hawa. Academy hizi nyinyi mnazo nyinyi, kisha mwataka sisi tusizungumze haya maovu, watoto wetu wakaona kwamba baba zetu wanakemea na walimu wetu wanakemea. Wataka tusizungumze tukae kimya tu, sio ah?